Ni saa tisa saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni kumi majira ya Afrika Mashariki Dar es Salaam na Tanzania A, huku uh, kunasikiliza matangazo yetu kutoka DRC chini ya usimamizi na uongozi wa Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Big up sana kwa wote kwa ndugu jamaa na marafiki, inamwona maiman wana huyu anaitwa King Sele Shaban Selman na no. Pia maiman mwingine eh, Jide Kizenga Tembele eh, bila kumsahau maiman Kizabe Ayeba eh, so eh, bwana, shukurani sana kwenu no, mm, bila kumsahau pia mtu wangu mwingine eh, Diedone Buto to na no, sijamsahau pia bwana Biondo Kilamba mawe <laughs> E, na sijamwacha pia mzee wa state chairman mm. Sijamsahau pia Ankis Kandeke da Feza da Leteshia e, wote hawa wako pamoja na B1 TV. Bila kupanda juu sana, namwona Mashaka Ayamba, namwona pia Kiza Salum mm, namwona pia Jake Bahati bila kumsahau basi Mwebaguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakeri yuko Afrika Kusini, na Mohamed Pabiru Wajabu yuko Afrika Kusini, na mwona pia Salum uh, Kiza uh, um, Elisha kutoka Nairobi, Kenya, na Emmanuel Mangombe. Ndugu zangu, ndugu zangu, ndugu zangu, majina ya watu ambao waliweza kuingia kwenye kikao cha awali kwa ajili ya kuangusha jiji la Goma. Katika haya majina, kuna Joseph Kabila Kabanki

kombo ya joseph kabila eza na kati ye na famile na ye ycompri meme sompeti frère zoe kabila ye pe aza na kati osi shose shokante ancien chef detat major mbala ye pe aza na kati na mwasi ya, ya, ya, ya paul kagame ye nde arepresentaki paul kagame aza pe kuko, na kati oyebi mpona nini kagame aboyaki kokota na reno wana

Ee, uo basalaki batraiso babiloko ba, ba, ba, ba, mabe mabe na arme ifo balibere bangu nabandeko yaorne nanga yo bakangaki bangu <laughs> <Sedrole>. <laughs> So, hiyo ndio tutazungumza, lakini kabla kwanza atujaenda mbali, niwaambie kwamba operasion sadia ya mzalendo bado iko inaendelea, na hiyo operasion ndugu zangu, tunawahitaji wote tuungane migo, nawambia mpaka sasa hivi kesi yetu ya operation haiisha, iko eh kesi tuko na eh, kesi, kesi iko kabisa. Tungali kwanza, tuna, tuna stop tunasubiria tupande ngambo za nyengezi, mm. Twende Nyengezi Walungu, twende pia Katana Kalehe kule yeah, twende tu, tufanye operation, so pia twende mangambo ya, ya Mikenge wa Mlema. Kwa hiyo, kwa hiyo tuko tunaprepare kwanza njia gisi tuta

Oh, um, e, ambako pia utakutana na baadhi ya matukio ya yale yote ambayo yako yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Before sijaenda nakupa kwanza, uh, usikilize hiki ambacho kimejiri maeneo ya, ya Walungu ambako mwandishi wetu kutoka Bukavu alituletea hii taarifa e, kisha tutakuja kurudia. Ni wakati mzuri ambao tunafanya taarifa ya habari pamoja na maelezo. Ni mwanaripota wa Baraka1 TV Sud Kivu, Bukavu, tukiwa na shirikiana na wenzetu ambako wako huko Nord Kivu, wengine wako huko Kamanyola, wengine Bunyakiri, wengine Jiralo, wengine Yole Kale wengine wako huko Mwenga kwa kutafutisha habari zinazokuwa za kweli, sio za uongo, kwa maana Baraka One TV ni station ambayo inaendelea kujitahidi na kutafuta habari ambazo zinasikilikana za haki na za kweli. Kiongozi ama wasikilizaji wote ukavu kabisa ni hatari. eh le <laughs> E, 14 Februari tuliona tunapata wageni ambao walikuwa wanaonyeshwa njia na mwananchi vya Mungu mzaliwa wa Kale eh, e, mtu wa Bukavu ndio alikuwa anaonyesha maadui njia e, na aliwaonyesha njia wakafika le 14 Bukavu, ndio le 14 Februari na waliingia kama vile wanaingia katikati ya nyumba zao bila kupiga hodi bila kuwafatilia. Hatukufanya ziaka populasio shi wote, tuli- tulisema kuna shida wakaribi yetu, kwa maana tulikuwa tunasubiria CCLF CCLF <laughs> lakini CCLF liende onekana, nayo ni changamoto kupopulasio na walifika wakatutangazia hapa ya kwamba leo tuko na mitini kuplase, ya kuelezea ya kwamba Tshisekedi na bibiake Denise na kero ambao anaitwa fia wenyu wa ukavu hakuwasaidia kwa kitu chochote, hatusaidiake, hatuziake kitu, hatujengie mabarabara. Sisi tunafika si, tuna eh, njoo wale watu wanaanza wengia sasa M23 ase watoto wa kanambe ha? Joseph na Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa ha? walainiwa watu wachafu sana, hakuna ha, lana uibe inchi yenye ilikuweka na ukukulisha na ukufanya bosi jisi iko leo, ni lana kusipo shukuru mwenye alikubariki uwe <coughs> fanya kazi bosi, anakupatia kazi kisha wakati unatajirika una unapata kidogo kupichule bosi unapendule bosi hao, uko mulainiwa

Eh, imebomolewa na mamarto mamarto mamarto na wakaanza kujenga nyumba na kupiga mamisumari, zishakuwa za kubomola milango ya ensemble. Imagine vu mgombozi mwenye atenda bomola mulango ya ensemble ya inche nyali kuyo gombola na mamarto aseni, mkombozi ni mwizi, ni vome arme. Naam, bandeko na biso, bandeko ya RDC. Um, bandugu, ukitaka kujua uzuri na ukubwa wa taifa, you have to learn from ancestors, jifunze kutoka kwa wazee. This is our country, hii ni nchi yetu, izamboka na bisu, and we are supposed to fight for land nous sommes censés se battre. Nsosansebat tozaa na devoir ya kobunda lazima tupigane juu ya nchi yetu. wanande apari uyu tuza na iloko mususu te tofauti nai, hatuna kitu kingine. Sasa niko nashangaa kuona si ambao tuko tunapigania nchi yetu, mais iya nombre de gens bejebiko wanafanya chini juu juu, watuangushi lakini nashukuru sana kwa maombi yenu. Nashukuru sana kuona kwamba mko mnatuombea Baraka1 TV na maombi yenu yanatufanya tunazidi kung'aa, tunashine. Attention c'est pas moindre kuwa natoa habari asubuhi saa sita, saa tisa na saa kumi na mbili. It's not easy. Mm, uh, it's not easy. Wengi wako wana, wana okota okota tu kama likitokea tukio pu unasikia hivi. Kuokotokota tu. Lakini tuko tunajitahidi. Kadri tunavyoweza ili tuwafikisheni. Sasa, kuanguka kwa jiji la Goma, kuanguka kwa Bukavu, maeneo mbalimbali, ni mipango ambayo ilitengenezwa katika vikao vilivyokaliwa chini na watu ambao huwezi ukashuhudia kama kweli hawa ndio wanaweza kukaa chini juu ya kuangusha Goma. Mpaka kuna makundi ya wazalendo mle ndani na makundi moja, ya wazalendo ni makundi ya huku kwetu seed seed. Oh my God. So, kuna makundi ya wazalendo ya hukuwetua na mmoja kati ya makamanda wao wa, uh, kamanda mkubwa wa kundi moja huku hayupo tena. Naongea nawambia kitu ambacho mimi nakielewa vizuri sana. Unaona kila kitu kiko na wakati wake sana. Big up sana kwa a na wengine ambao wako wanapambana kwa ajili ya hii, sijamsahau pia Rene Itungo, sijamsahau pia eh, Makanaki Kasimbire John, sawa, Kamama na wengine makamanda wote, Mungu awape muda mrefu, kwa sababu kama tuko tunasimama hivi, ni juhudi zenu na maombi pia ya Wakongomani, tukianza na kinara nambari moja Joseph Kabila Kabange, Hippolyte Kanambe, ancien président de la République, anaparticipe mo renou stratégique juu ya prise ya Goma. Kati yao kuko Bansi, chef d'état major Mbala, kuko Zoe Kabila, kuko Janet Kagame, la femme du président Kagame kuko wakina Willy Ngoma, Bertra Bisimwa, Corneille Nangaa, makundi baadhi ya makundi ya wazalendo chini ya kilima sijui Kongo. Uh, uh, ni yetu ardhi, ni yetu bulongo, ni yetu vitu gani baruande, unasikia. Na kitu cha ajabu kuko mtu anaitwa Olenga Nkoe, mutu muko babengaka ye Olenga Nkoe yepe asalaki na renyo wana ya prince de Goma

Uh, tushambia ni makamanda pale na bewan hii mambo hii, ima mko unashisha pombe hapa hivi, kulewa hapa sio bien. Tuko wakati gani eh? Sasa hizi hapa tuko tukie tu puu kina ngine haya huko chaka li na, na pombe utafanya nini? Hakuna usilewa e mama. Kwanza mimi nilikuwa niko aggressive na, na na, watu wa moja wa soda moja wenye washa lewa eh, na juzama tena tuko kana katikati ya pori Nasema no, hii sio sawa. Kwa hiyo um, service yetu ya renseignement inatakiwa ikuwe iko strong, ikuwe kwa iku makini. Hapana seme eh, ikuwe inatatone mambo nono no. Wakati wanagusa kitu hawa, ah, watu wote walikuwa ni watu wa kamata wa kutupa ndani direct ma, lakini wako wanatembea libre ma no. Na list unaona isha mimi, uh, naambia waopoza wako wanafungwa tu kwa makosa ya kusema hatutafanya hiki, wanatupo jela h lakini kunguu demokrasi kama hii ndio demokrasia basi hi, hi haifai kuwa demokrasia. Wakongomani wanahitaji amani, wanahitaji ustawi, wanahitaji maendeleo sawa. So, lakini endapo haya mambo yatakuwa hivi basi tutashindwa kuweza kuendelea. Kwa hiyo katika listi ambayo ya watu waliosaidia Goma kuanguka ndio hiyo, na hiyo hapo nimekuletea chache. Bado majina mengine yapo, nitakuwa nakuletea kadiri jinsi muda huko unaenda na jinsi niko napata data za kutosha eh, kwa sababu wanasema kwamba haraka haraka haina baraka. So baada ya hilo hapo, um, mazungumzo ya Doha yameweza kuharibika. Magaidi tatu wa M23 wamekataa kusaini, wamekataa kusaini kwa nini? Wamekataa kusaini, wamekataa kusaini kwa sababu moja, waliweza kuleta listi yao ya watu mia saba ambao wanasema kwamba hawa watu wafunguliwe kwanza, waweze kuachiwa huru kisha tuzungumze. Na katika hiyo listi sasa una watu ambao wametajwa, uh, mle ndani katika hiyo listi <laughs> kuna ndugu zake na kuna nini, ngamba wamekamatwa kwa complicity, na usisahau kwamba tu kwenye hapa hiki kikao eh, hapa nani, wakati wa, wa, wa Pasaka ndugu yake ananga basi seni kama baba sesame na nanga ase governor wa wa utu, wa, wa bazuwele walikuwa Goma kusherekea miss yuko na kakake, na wakati katika ma, ma, mazungumzo yake alisemaga kwamba kwa yeye awezi kuhusika na masuala ya ya, ya ya mdogo wake eh, abimwangalie yeye yeye, ni mtu mwingine tofauti na awezi kumfuata nani. Lakini walikuwa wote, kumbe naye yuko Goma, naye anachangia kozi ya ndugu yake, unielewa. Sasa kuna watu ambao wamekamatwa, wanalilia kwamba waweze kuachiwa kwa kwanza. Kati yao pia kuna majenerali na kuna makama makanali pia mameja ambao wamefungwa wa FARDC kwa treason. Wao wanataka wale wote waachiwe doni watu wao walikuwa wanatumika kwa ajili yao, wawachie kwanza. Oh, serikali itakuwa iko mbovu sana, itakubali katika hayo. Serikali iliachia watu watano, katika watu watano wao wa wamewakataa kwamba hao watu watano sio ambao sisi tunataka mwachie <laughs> e, tunataka mwachie watu ambao sisi tunawaambia hawa hapa. Hii ni masharti ya kwanza ya, ya awali kabisa no. So baada hapo serikali ikasema hapana, hamuwezi tuzoea mpaka mwili nivo huku no, ni kuzoeana sasa. Tunakatala e, tunakatala. Okay, mnakataa ndio, tunakataa na no, wakasema okay, jisi mnakataa na sisi atutasinye amtasinye eh, kwa hiyo uh, bilo za bishambuki, bishambuki Unaona? Donc, hivi sasa hapa ni moto kwa kwenda mbele, na levende moto tena ikawaka e, hapa nguvu. Nguvu. Na kitendo cha Kagame kuondoa majeshi yake, kuanza kuondoa majeshi yake complicated ku, kuwa, kuwa sana sana kwa hiyo, ndugu zangu, hayo ndio ambayo yametokea maeneo ya Katari, na ndio habari ambazo tuko nazo kwa siku hii ya leo. Uh, big up sana kwa wote ambao mko mnafuatia B1 TV, tunashukuru. Tukutane majira ya saa kumi na mbili kwa mitazamo yenu. Rajabu Akili Kabonga, the one in town, DJP. e, nafikiri amaote